Kitabu cha Ezekieli, sura ya thelathini na saba, na ya thelathini na nane. Naam, watu wa Mungu ali hai tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa katika mwendelezo wa kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro. Ninawaalika eneo lolote ulilopo, unaweza ukaungana na sisi mpendwa, hata kwa njia ya YouTube na kwa njia ya Facebook katika chaneli zetu inayofahamika kwa jina la Jerusalem Family TV na Evodia Mazwile. Upande wa YouTube usisahau kusubscribe. Upande wa Facebook usisahau kufollow. Hiyo itakusaidia uendelee kuvipata kila vitabu kila tunavyoviweka. Mpendwa, mpango mkakati wetu ni kusoma Biblia nzima na kuimaliza tena na tena. Karibuni tusali tuanze rasmi siku ya leo. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Mungu tunakuinua, Yesu tunakushukuru kwa kutupa neema ya kusoma kitabu hiki cha Ezekieli. Baba Mungu, tunaomba ufungue akili zetu na ufahamu wetu kwa huruma yako na kwa damu yako Yesu, tusaidie kuelewa hichi kitabu. E Mungu Baba, tupe mfunuo, Roho Mtakatifu ulie roho au mafunuo, tusaidie kila mmoja wetu apate maisha yake kubadilishwa kwa neno lako, ili ili sote tuendelee kuponywa na kutiwa uzima katika jina la Yesu, tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Ezekieli sura ile ya 37 na 38. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 37. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu Ee Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi; nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa; hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwa mopumzi ndani yake. Ndipo akaniambia tabiri, utabirie upepo mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne E, pumzi ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri uwaambie, Bwana Mungu asema hivi; tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi nami nitawawekeni katika nchi yenu nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe mwanadamu, toa kijiti kimoja ukaandike juu yake kwa Yuda na kwa wana wa Israeli wenzake. Kisha toa kijiti cha pili ukaandike juu yake kwa Yusufu, kijiti cha Efraimu na kwa nyumba yote ya Israeli wenzake. Ukaviunge pamoja kwa ajili yako, hiki na hiki, viwe kijiti kimoja, viwe kimoja katika mkono wako. Na wana wa watu wangu watakapokuambia wakisema, je, utatuonyesha maana ya mambo hayo utendayo? Uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitakitoa kijiti cha Yusufu kilicho mkononi mwa Efraimu na kabila za Israeli wenzake nami nitaweka pamoja nacho, yani pamoja na kijiti cha Yuda na kuvifanya kuwa kijiti kimoja, navyo vitakuwa kimoja mkononi mwangu. Navyo vijiti ambavyo uliandika juu yake vitakuwa mkononi mwako mbele ya macho yao. Ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitawatoa wana wa Israeli toka kati ya mataifa walikokwenda, nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe, nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo juu ya milima ya Israeli, na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote, wala hawatakuwa tena mataifa mawili wala hawatagawanyikana kuwa falme mbili tena hata milele, wala hawatajitia uchafu tena kwa vinyago vyao wala kwa vitu vyao vichukizavyo wala kwa makosa yao mojawapo, lakini nitawaokoa na kuwatoa katika makao yao yote ambayo wamefanya dhambi ndani yake, nami nitawatakasa; basi watakuwa watu wangu nami nitakuwa Mungu wao. Na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nao wote watakuwa na mchungaji mmoja; nao wataenenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu walimokaa baba zenu Nao watakaa humo wao na watoto wao na watoto wa watoto wao milele, na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao, litakuwa agano la milele pamoja nao, nami nitawaweka na kuwazidisha, na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, mimi ni watakasaye Israeli, patakatifu pangu patakapokuwa katikati yao milele. Mlango wa thelathini na nane. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, kaza uso wako umwelekee Gogu wa nchi ya Magogu, mkuu wa Roshi, Mesheki na Tubali, ukatabiri juu yake useme, Bwana Mungu asema hivi Tazama, mimi ni juu yako, ewe Gogu, mkuu wa Roshi na Mesheki na Tubali, nami nitakugeuza na kutia kulabu katika mataya yako, nami nitakutoa pamoja na jeshi lako lote, farasi na hao wapandao farasi wote, wamevaa silaha za namna zote, jeshi kubwa sana, wenye ngao na kigao wote wakishika upanga; Uajemi na Kushi na Putu pamoja nao, wote wana ngao na chapeo. Gomeri na vikosi vyake vyote, nyumba ya Togarma pande za mwisho za kaskazini na vikosi vyake vyote, naam, watu wengi pamoja nawe. Ujiweke tayari, naam, jiweke tayari wewe na majeshi yako yote waliokukusanyikia, nawe uwe jemedari wao. Na baada ya siku nyingi utajiliwa, katika miaka ya mwisho utaingia nchi iliyorudishiwa hali yake ya kwanza, baada ya kupigwa kwa upanga, iliyokusanywa toka kabila nyingi za watu juu ya milima ya Israeli, iliyokuwa ukiwa wa daima; lakini imetolewa katika kabila za watu, nao watakaa salama salimini wote pia. Nawe utapaa juu, utakuja kama tufani, utakuwa kama wingu kuifunika nchi, wewe na vikosi vyako vyote, na kabila nyingi za watu pamoja nawe. Bwana Mungu asema hivi: itakuwa katika siku hiyo, mawazo yataingia moyoni mwako, nawe utakusudia kusudi baya, nawe utasema, nitapanda juu niende nchi yenye vijiji visivyo na maboma, nitawaendea watu wanaostarehe, wanaokaa salama, wote wakikaa pasipokuta, ambao hawana makomeo wala malango, ili kuteka mateka na kuwinda mawindo, ugeuze mkono wako juu ya mahali palipoharibika ambapo sasa panakaliwa na watu na juu ya watu waliokusanyika toka mataifa waliopata ng'ombe na mali wakao katikati ya dunia. Sheba na Dedani na wafanyabiashara wa Tarshishi pamoja na wanasimba wake wote watakuambia, Je, umekuja kuteka mateka? umekusanya jeshi lako ili kuinda mawindo, kuchukua fedha na dhahabu, kuchukua ng'ombe na mali, kuteka mateka mengi sana? Basi, mwanadamu, tabiri umwambie Gogu, Bwana Mungu asema hivi: Katika siku ile, watu wangu Israeli watakapokaa salama, utapata habari, nawe utakuja kutoka mahali pako, kutoka pande za mwisho za kaskazini, wewe na watu wa kabila nyingi pamoja nawe, wote wamepanda farasi, kusanyiko kubwa na jeshi kuu; nawe utapanda juu uajilie watu wangu Israeli kama wingu kuifunika nchi. Itakuwa katika siku za mwisho, nitakuleta upigane na nchi yangu, ili mataifa wanijue nitakapotakaswa kwako, ewe Gogu, mbele ya macho yao. Bwana Mungu asema hivi: Je, wewe ndiwe niliyemnena zamani za kale kwa vinywa vya watumishi wangu manabii wa Israeli waliotabiri siku zile kwa muda wa miaka mingi, ya kwamba nitakuleta upigane nao? Itakuwa katika siku hiyo, Gogu atakapokuja kupigana na nchi ya Israeli, asema Bwana Mungu, ghadhabu yangu itapanda katika mianzi ya pwa yangu. Kwa maana katika wivu wangu na katika moto wa ghadhabu yangu nimenena, hakika katika siku ile kutakuwako tetemeko kubwa katika nchi ya Israeli, hata samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa kondeni na vitu vyote vitambaavyo juu ya nchi na wanadamu wote walio juu ya uso wa nchi watatetemeka mbele ya uso wangu, nayo milima itatupwa chini, na magenge yataanguka, na kila ukuta utaanguka chini. Nami nitaita upanga uje juu yake katika milima yangu yote, asema Bwana Mungu; nao upanga wa kila mtu utakuwa juu ya ndugu yake. Nami nitamhukumu kwa tauni na kwa damu, nami nitanyesha mvua ifurikayo na mvua ya mawe makubwa sana na moto na kiberiti juu yake na vikosi vyake na watu wa kabila nyingi walio pamoja naye. Nami nitajitukuza na kujitakasa na kujidhihirisha mbele ya macho ya mataifa mengi, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana.